Kuna mtandao ambayo tayari imewekwa pale na Wizara ya Elimu ambayo itakuwa inaonyesha vile uh, yule mwanafunzi atakuwa anachagua uh, mashule mbalimbali pale. Grade 9 learners wanaweza chagua about 9569 institutions that will admit in January, na kumbuka huu ni mfumo mpya uh, ya elimu pale ambapo wawa wanafunzi wa grade 9, ama senior, secondary senior, Uh, ukipenda watakuwa wanachagua uh, ile combination ya masomo kulingana na ile taaluma ambayo wangependa wa kuwa nayo pale. Ikiwa ni mambo ya sanaa arts, ukipenda, kuna mashule ambayo itakuwa na provide hiyo. Ikiwa ni mambo ya hesabu, mambo ya science ama stem, ukipenda, pia watakuwa wanachagua shule nyingine na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa wazazi waweze kufuatilia huu uh, mpango kwenye mtandao, ili uweze kujua ni taaluma gani ungependa mtoto wako aweze kufuatilia pale, bwana boss. na, na, na Gidi nilikuwa mm. juzi katika shule moja maeneo ya pale EPZ. yes, mm. Tulikuwa different professionals tulikuwa na marubani, madaktari mm. A, tulikuwa pia na wanahabari kwa hivyo mm. Tulikuwa tunaenda kuzungumzia hao hao hao wanafunzi senior senior school na senior school ambao mm. Na pia wazazi walikuwa pale, na ilikuwa ni hafla nzuri sana na ningependa mm. mm. Labda in future pia shule zingine zifuate huo mtindo ili kusaidia watoto kujua kwamba kama labda mwanahabari, unahitaji mambo gani kuwa mwanahabari? Ni masomo gani ambayo unafaa kulingana nayo? hmm. Na pia wazazi waliambiwa wali, wali hii mambo ya kuangalia mtoto, labda unapata mtoto anaimba, unasema huyu ni mkora. Wimbo ama nyimbo tumeona wasanii ambao wanapata hata pesa kushinda mm -hmm. watu wa ofisi. Kwa hivyo ni, ni mfumo ambapo nafikiri itakuwa inasaidia kama wazazi wataweza kubaliana na, na, watoto. Na kulikuwa tokio moja Gidi mm -hmm. mzazi alilazimisha kijana wake kuwa daktari. Mm -hmm. Kijana hakutaka kuwa daktari, mm -hmm. alienda akafuzu aka daktari, mm -hmm. akaletea babake certificate akamwambia ndio hiyo. Mimi nataka nikuwe daktari. E, ndio hiyo, hiyo certificate yako acha mimi nikaimbe. Na kijana mm -hmm. akaenda kuimba, mm -hmm. lakini bado ni daktari by profession. Mm -hmm. Kwa hivyo wazazi saa zingine tusilazimishe wana wetu kufanya koza ambazo labda wao wenyewe hawazihitaji ama wataki kweli kabisa, kwa sababu hapo awali uh, selection ya secondary school ilikuwa ilikuwa linked linked to to learners intended intended career uh, linked to learners intended career ilikuwa based on performance, yani vile mtu ameperform, ukisikia kwamba mwanafunzi labda amepata A kawaida utakuwa nasikia labda ameenda Alliance eh, ameenda Alliance ama ama Mangu ama Maseno uh, yes, na hizo National Schools. Lakini sasa hivi utakuwa unachagua kulingana na ile taaluma ambayo ungependa. Kama Alliance itakuwa napeana uh, masuala ya kama science subjects pale basi, hapo ndo utaenda. Ikiwa labda Mangu itakuwa napeana arts subjects pale, hapo ndo utakuwa unachagua pale. Kwa hivyo inalingana na ile taaluma, taaluma.